Hapa ni katika kata ya Ifunda iliyopo wilayani Mufindi, sehemu ambayo wamekuwa wakizalisha miche ya matunda ya tufaa au apple. Ni kampuni ya tamtam -tam, Tanzania inayomfanya mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamule kusafiri zaidi ya kilomita 250, kuyasaka maarifa. na tumekuja hivi kwa sababu kubwa moja, Dodoma tunataka kuondoa umaskini tunajua tumepiga hatua sana kwenye uchumi hasa kutokana na uwekezaji wa Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, lakini bado tunaona kuna haja ya kuimarisha zaidi uchumi wa mwananchi mmoja mmoja wa mkoa wa Dodoma. Historia inaeleza kuwa kilimo cha tufaa kwa hapa Tanzania kilianza mwaka 1980 kupitia juhudi za watafiti na wakulima wachache waliothubutu kupanda mmea huu katika nyanda za juu na maeneo yenye baridi kiasi, japo kwa tafiti za sasa zinaonyesha kuwa mmea huu unaweza kustawi maeneo mengi Tanzania ikiwemo mkoa wa Dodoma. Epo inakubali maeneo yote ya baridi na ya joto. Na katika maeneo ya joto especially kwa ukanda wenu wa Dodoma, epo zinakubali aina tatu ambazo tumeziona hapa, ipo Anna, Doseti na Sheri. Hizi aina zinafanya vizuri, zinazaa sana, zina matunda makubwa na zina uwezo wa kuhimili maeneo yote ya joto na ya baridi. Ndiyo, ni tunda la tufaa katika ardhi ya Dodoma. Tunda la kushangaza linastawi hapa. Tufaa limepata makazi mapya katikati ya Tanzania, na hiki ndicho kinachomfanya mkuu wa mkoa wa Dodoma kuelekea mkoani Iringa kupata maarifa zaidi. Tumekuja hapa tumeangalia e, mashamba ya mfano ambayo wendetu ametuambia haya ni yale tu yaliyofanyiwa tafiti, lakini tumekuja hapa pia tumeona aina mbalimbali mbali za miche lakini tumejifunza miche gani nafaa kwa Dodoma, lakini tumejifunza pia e, umuhimu wa hili tunda na faida zake za kiuchumi. Na kwa hiyo tumetoka hapa tumejihamasisha, yani tumehamasika na tumepata ari kuwa kumbe mawazo yetu yanaweza yakawa ni mapinduzi ya kiuchumi kwa wananchi wa Dodoma, hasa mwananchi, uchumi wa mwananchi mmoja mmoja nadhani ndio game changer ya uchumi wa wanadodoma ikiwa ni zao mbadala sasa wa, wa zabibu au ziada ya zao la zabibu. Maelekezo ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameyatoa hasa ni kuwa na mpango kazi, kuleta wataalamu wajifunze, kutenga fedha, tayari tulishatenga hizo fedha. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa hiyo miti ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alielekeza, sisi tutatoa sehemu nyingi hizo fedha kwenye miti hii ya kimkakati, ili zao hili lisiwe hadithi, liwe lenye uhalisia kwenye wilaya yetu. David Alexander ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Tamtam Tam Tanzania anasema kuwa kama Tanzania tunaweza kuzalisha matunda ya tufaa kwa nini tuagize kutoka nje? Well, we can produce it here. Mm -hmm. Lengo la RC Senyamule ni kwamba miaka mitano baadaye Dodoma iweze kujivunia kwa kuwa na mashamba mengi ya tufaa yatakayozalisha matunda bora, huku wakulima wadogo na vikundi vya vijana vikitumia fursa hii kujiongezea kipato kwani soko la tufaa ni kubwa ndani na nje ya Tanzania. Soko lipo ndani ya nchi kwa sasa, na itakapoisha ndani ya nchi, nje ya nchi pia tunajua soko bado ni kubwa, na vitu vya kusafirisha nchini kwetu vipo. Sisi Dodoma tuna SGR ambayo inaenda kubeba mizigo, lakini tumeambiwa kuna cold room ambayo unaweza kuhifadhi, ikaenda hadi nchi za mbali kupitia reli ya mwendokasi basi, wachukue hatua kwa kuanza kuchukua hatua kununua mche mmoja, miwili, kumi, hamsini, mia moja ili tuende pamoja. Ni vizuri ukianza mwanzo, unafika haraka, lakini wale wanaochelewa chelewa watakuja, watatukuta wenzao tumeshaanza kuuza matunda. Nawashauri wananchi wa Dodoma msiogope kupanda epo. Epo sehemu yoyote inakubali na Dodoma ukanda wenu ni mzuri sana. Nadhani baadhi ya wakulima wameshawaonyesha wameprove kwamba Dodoma inakubali. Kwa hiyo Dodoma tupande kwa wingi. Dodoma ya kijani sasa itazidi kuimarika. Kwani upandaji wa miti ya tufaa utachangia kuboresha mazingira, lakini pia uwepo wa tunda hili utaimarisha afya za wana Dodoma pamoja na kuinua uchumi. Kwa hili RC si Senyamule anahitaji pongezi. Nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye kwa dhamira yake ya dhati ya kutaka kuinua uchumi wa wananchi wa mkoa wa Dodoma ameona ni fursa ambayo tunaweza tukaitumia kulima zao hili, ili kila mwananchi aweze kujiongezea kipato na kutoka kwenye hali ambayo tuko nayo. Kwa hiyo kwa kulima hili zao na fursa ambazo aliziona katika zao hili, akaamua sasa ndani ya mkoa mzima wa Dodoma kwamba Uh, waheshimiwa wakuu wa wilaya lakini pia wakurugenzi wa halmashauri ndani ya mkoa wa Dodoma waje wajionee na wenyewe fursa ambazo zitasaidia kuinua kipato cha wananchi katika maeneo yao. Kwa kweli, mimi nimejifunza, nimeona fursa kubwa iliyopo kwenye zao hili ambalo lina faida kuanzia tunda, lakini pia likiongezwa thamani linatoa tena product zingine kwa zao hili kuletwa mkoa wa Dodoma na kuwa zao kubwa pia la kibiashara kama lilivyo zao la zabibu, litaenda kunufaisha sisi vijana, lakini vilevile litaenda kuongeza uchumi wa mkoa wetu na wa jamii kama mmoja mmoja. Na kwa sisi vijana, hii ni fursa, kwa sababu wakati mwingi tumekuwa tukilalamika na nini, fursa ni chache na watu wengi wamejikita kwenye zabibu na mazao mengine madogo ya biashara. Tufaa ni zao ambalo linahitajika na linalika na watu wengi sana, na ukiangalia nchi imekuwa ikiagiza zao hili kutoka nje, wakati sisi hapa Dodoma tuna maeneo ya mahekali na mahekali ambayo bado hayajalimwa. Kwayo ni fursa kwetu sisi vijana, na mimi ninaipokea na namuunga mkono mkuu wetu wa mkoa kwamba tunaenda kuifanya kazi hii kwa vitendo. Tufaa sio tunda la afya pekee, bali ni fursa mpya kwa maendeleo ya kilimo nchini Tanzania. Hili ni zao lenye uwezo wa kubadili maisha ya wana Dodoma. Tumetoka hapa na maazimio makubwa. Kwanza, tumekubaliana kuwa zao la tunda hili la tufaa au apple iliyo ni kati ya mazao ya mkoa wa Dodoma, mazao ya kimkakati. Lakini pili, tumekubaliana kuwa lazima tulianze mwaka huu na si wakati mwingine. Kila halmashauri lazima iandishe shamba darasa ambalo litakuwa ni shamba la mfano. Kwanza litatumika kama majaribio kutokana na hali ya hewa na utunzaji wake, kama shamba la kujifunzia, kama jina lake lilivyo, shamba darasa. Kila halmashauri walau isipungue heka moja, lakini kila halmashauri ichague walau wananchi mia moja ambao wako katika eneo linalokaribiana, aidha kijiji kimoja au mtaa mmoja ili tuande pia majaribio ya kuwapa mwananchi mmoja mmoja hata mche moja miwili, ili nao waanze mwaka huu kama sehemu ya majaribio. Kwa hiyo niwaambie wana Dodoma wakae tayari. Tumekuwa tukisema kama utani kuwa Dodoma sasa umaskini basi, na kupitia zao hili tunaona kuwa pamoja na yale yaliyopo Dodoma na hili litakuwa na mchango katika kuondoa umaskini wa watu wa Dodoma. Mkoa wa Dodoma ndio mkoa pekee nchini Tanzania unaozalisha zao la zabibu kama zao la kiuchumi lakini, kwa sasa mikakati iliyopo chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rosemary Senyamule ni kuhakikisha zao la tufaa linakuwa ni zao la pili la kimkakati kwa mkoa huo ili kuinua kipato cha mtu mmoja mmoja. Dodoma ya kijani inawezekana.